Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamini Kazaga, Kuzaga, amesema kuwa tukio la lililotokea baada ya jeshi hilo kuanza kufuatiliaji kufuatia taarifa za mauaji ya Sheyrose zimeripotiwa uh, leo Septemba 14 mwaka huu, watuhumiwa watatu wa utekaji wa mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya Sheyrose Mahande wamefariki dunia baada ya kujeruhiwa kwa risasi wakati wakijaribu kutoroka. Polisi amesema mnamo Septemba 24 na 25, polisi walifanikiwa kukamata watuhumiwa watatu waliotajwa kwa mauaji ya uh, malwa, waliotajwa kwa majina ya Malwa Mayaga Edward Kayuni Uh, webusta we, we, we mwante, mwantebele lakini walifariki dunia baada ya kujeruhiwa kwa risasi walipojaribu kutoroka wakiwa uh, chini ya uangalizi wa polisi. Kamanda Kuzaga ameongeza kuwa licha ya vifo hivyo, jeshi la polisi limeendelea na msako wa kuwatafuta watuhumiwa wengine, akiwemo mganga wa kienyeji anadaiwa kupelekewa uh, sehemu ya viungo vya marehemu Sheyrose na uh, Sheyrose Mahande aliyenyongwa kisha kuchomwa moto. Hii ni M-Media, jina langu ni Beth Mchopa. Kwamba mnamo tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2025 liliripotiwa tukio la kutekwa nyara kwa binti ambaye anaitwa Sheyrose Michael Mabura mwenye umri wa miaka 21, alikuwa ni mwanachuo katika chuo cha a, Mzumbe e, chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya ambaye alikuwa katika kitivo cha sheria na alitekwa na watu wasiofahamika bapo tarehe mwaka mwezi wa tisa majira yani tarehe mwezi wa 6 mwaka 2025 majira saa tano usiku huko mtaa wa Moravian uliopo kata ya SS ya jijini Mbeya, mwili wa mwanachuo huyo ulikutwa ukiwa. Kwa hiyo baada ya tukio la kutepwa eh, matokeo yake tarehe 16 mwezi wa majira ya saaa za usiku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 hadi kufa, kisha kuamua sasa kwenda kuchoma mwili wake. kwa baada hiyo, baada ya kupata taarifa hiyo, ufuatiliaji uliendelea na ilipofika tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2025, alikamatwa mtumio mwingine ambaye anaitwa Webusta William Mwantebele mwenye umri wa miaka 27. Huyu ni mlinzi ambaye alikiri kushiriki kufanya tukio la utekaji na mauaji ya binti huyu na alieleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Mawa Nyahega John na Edward Christopher Kayuni. Aidha, alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watumiwa wengine walipo au watumio wenzake wa kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyoko katika wilaya ya Chunya.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 Iyo gari pia tumeifuatilia na tumeikamata katika kuionyesha hapo mtaiona, na ule binti amekusha itambua tayari kwamba ndio hii, kwa sababu alitupa description, lakini pia tulipowapata, tulipo watumiwa walieleza, na hii gari ni ya mmojawapo wa watumiwa ambao tumewakamata. Jeshi la polisi mkoa mko a Mbea, kufuatia tukio hilo, inatoa wito kwa jamii, hasa vijana ambao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 inatoa rai kwa baadhi ya wananchi kuacha tamaa ya kujipatia mali na fedha kwa njia ya haramu na badala yake wafanya kazi halali ya kujipatia kipato, kwani kama mnavyoona uhalifu haulipi na hauna nafasi katika jamii. Kumbuke kuwa watu wote wanaofanya uhalifu wajue kwa kabisa kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kupitia askari wake mahiri